Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa tuendele zetu moja kwa moja. Tuelekee kaunti namba 16 ambapo chama cha wamiliki wa matatu kaunti ya Machakos kimeondoa SACCO mbili zinazofanya kazi ndani ya kaunti hiyo ambazo ni MAKOS na MAKATA kwa kukosa kufuata katiba ya chama hicho. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Onesmas Chalo, alielezea kuwa katika mkutano wa mwaka uliohudhuriwa na wanachama 24, uamuzi wa kauli moja wa kuondoa vyama hivyo viwili uliafikiwa kutokana na ukiukwaji wa mara kwa mara wa katiba ya chama hicho. Tumezungumzia kwa kina uh, ili tuweze kuhamasisha watu wetu mambo ya road safety, na ninataka pia nitoe uh, onyo kwa madereva na makondakta ambao wanahusika na magari zetu uh, tumekubaliana hapa hatutaweza uh, kutolerate indiscipline kwa magari zetu. Kwa hivyo kama ni makondakta wetu tunataka sababu tumewapeleka training na vitu kama hizo, tunataka wawe na maadili mazuri katika biashara. Gari inaweza fana inaweza fana ajali na pia hiyo kilimu after siku chache hata hakuna uchunguzi imevanwa, unaona, unakuja kuchukuliwa mahali yako ama unatolewa idhini eh, ya kushikwa upeleke kotini wewe mwenyewe, na ulikuwa hiyo gari umelipa insurance. Kwa hivyo insurance nyingi hazilipi kilimu na nyingi ni kama zimekuwa ambul